Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh, wasikilizaji wetu wapendwa na watazamaji wa Iko Wapi Zamani, karibuni tena katika makala yetu, makala maalum ya kuendelea, makala mnayoyapenda, makala ambayo yanatuzindua sisi kuijua zamani yetu ilikuwaje. Leo tumebahatika zaidi kuwa na wakongwe wetu hapa wawili, wazee ambao ni watu ambao ni thamani kubwa sisi kuwa nao mahali kama hapa. Uh, senior correspondent Abdurrahman Sharif tushamu introduce wakati wa nyuma, na vile vile tunaye uh, coach Rahim ambaye ni maarufu sana haswa kwa wachezaji mpira, watu wanamjua. Mchango wake katika mpira ulikuwa ni mkubwa sana katika pwani hii. Kwa hivyo leo Mwenyezi Mungu ametubarikia wa wakati kuwa na yeye ili atupe historia yake tufurahikie nayo. Bwana, bwana Rahim. Uhoji. Naam. Ningependa kukuambia kwamba mimi si correspondent peke yake, bali pia nilikuwa mchezaji Mwenge na Black Panther, na zote zimecheza Premier League. Wonderful. Na nafikiri na katika mahojiano yetu uli, ulieleza ile ya kitambo, ile ya kitambo, basi ya kitambo. Leo, leo naona umeshika upande wa correspondent peke yake. No, no, no, no. Abdurahmani Sharif ni mchezaji hasa mimi kufungua macho kwangu kuipenda kwangu Mwenge nilikuwa nikimfuatilia sana huyu bwana lakini yeye hajui. Wajua pale stadium pale ilikuwa sisi watoto tukija twataka tu kupenya kuingia hatu, hatuna mapeni, hali ndio hizo maskini. Basi Abdurahman Sharif akipiga kelele akisema kila mtu ashike mtoto aingie stadium, hawa ndio viongozi wa kesho. Ulikuwa haya alikuwa akiyatamka, nikimpenda sana bwana. Basi kila mzee akishika mtoto mbele Ukifika kwenye mashini mtoto hupenya pale. Kwa hivyo bwana, tumefaidika sana kwa eh, si correspondent tu bwana ah, wiji hasa Bwana Rahim, karibu bwana. Kwanza nakukaribisha, ujieleze wewe nani, kisha tutakwenda na maswali insha allah. Mimi nasema kwanza, bismillahi rahmani rahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi kwa jina naitwa Abdurahim Karama lakini kwa jina maarufu linalojulikana ni kocha Rahim. Alhamdulillah, nashukuru huko ntokako ni mbali na hapa nilipofika ni karibu. Nimeshukuru leo kukutana na ndugu yangu kipenzi changu rafiki yangu na vilevile vile kukutana na ndugu yangu kipenzi changu Abdulrahman Sharif kwa sababu Abdurahman Sharif nafikiri wao wamesahau, lakini mi bado nina kumbukumbu kina Abdurahman Sharif. Mi nikichezea Feswal tulitangaziwa tena Mombasa nzima na magari, kuna wachezaji wawili wanatoka Zanzibar, watakuwa ni wachezaji wageni ambao watachezea timu ya Feswal, na leo mutawaona, muje muwaone hiyo gemu ilikuwa ni baina ya Feswal na Mwenge, Abdurrahman Sharif na ndugu yake marehemu Hasani. Na alhamdulillah, kweli siku hiyo tuliwaona na tukajua hawa ni wachezaji wetu wageni wetu kutoka Zanzibar. Na nikimalizia hapo, mimi, hivi mnavyoniona, Nimezaliwa 1955. Mtaa wa Sarigoi pale Coast Bus. Ile Coast Bus mkiiona ile petrol station ya Coast Bus, ile plot ilikuwa ni yetu sisi. Nazaliwa pale mimi kina Hiraru wale tunchezanao kina Ismail Jingo, kinaitwa nani, Aziz, wale wa timu ya Nyoka umecheza nao, kina Saad umecheza nao. Mimi nilikuwa pale ndugu yangu mimi wa pale ambaye kama mnamjua mwenye, mwenye ni step brother yule. Very good. Mwenye. Okay. Kwa hivyo yule Said Gashogi ndugu yake mwenye ni mtoto wa ami yangu kabisa, Ameran na familia yetu <coughs> ile ambayo kwamba mnayoiona yakina lile duka la Zamzam, lile duka la Zamzam lakina al-Ghaithan kwenye sanamu wanne, kwenye sanamu wanne wale, ile mfamili yetu, mama yao yule, mimi ni mtoto wa shangazi na mjomba na babangu yule. Mimi nimesoma ziwani primary kamaliza 1972 na nikaingia skuli form 1 Valentine High School, tukawa na timu yetu ngumu sana e. 1974, 5 nikachukuliwa na timu ya Kenya Breweries ya Nairobi, nikawa naenda kuchezea timu ya Nairobi ambayo ni Young Tusker. Hapo binzi Mwakolo yuko huko. Muhammad Mahmud yuko huko. Kadir eh, Fara yuko huko. Mahmud Abasi yuko huko. Mimi nikawa nachezea Young Taska, kwa hivyo walikuwa, ina maana kwamba eh, picha pia ninazo hapa, alikuwa kwa mm. Magogo yuko mm. Okay. Tulikuwa na kikosi kikubwa. Mm. Odhiambo yule aliyokuwa Batafogo pale Majengo Heroes mto Odhis, twamwita Odhis mm, aitwaji ali Gundi. Au wote tulichukuliwa mi kuandikwa kazi, lakini kwa bahati mbaya ama nzuri nilipoandikwa kazi mi nilichukuliwa na kina Ismail Mwera mm -hmm. kina Ismail Mwera ndio walionchukua nkawa na kaa kwao lakini kwa bahati mbaya, niliporudi, wazee wangu wakanikataza, wakaniambia, wewe bwana, ni mwalimu mzima, shekha mzima, wewe ndo kachezea Kenya Brothers, haikufai. Ikanibidi niacheio niache hiyo kazi. Wenzangu walikasirika sana. Ina... Nani... Aligundi alikasirika sana akanambia, watu wanalilia wewe waache hiyo kazi. Nikamwambia bwana, sikupenda kwangu. Bahati mzuri mwezi huo huo nikachukuliwa na timu ya Gema Nakuru baada ya kuchezea eh, youth olympic ya Bernard Sgor na Jonathan Niva mm -hmm. Na Muhammad Khairi, coach wangu, national coach, mimi nikawa top scorer katika hiyo tournament ya youth olympic. Na nikachaguliwa mimi ni mmoja katika wale ambao waende Jerumani na kina Faridi Sketi Ali Musa mm -hmm. eh, marehemu Ali Msada lakini kwa bahati mbaya ama nzuri, kwa vile mimi nilikuwa nimechukuliwa kusaidia ile timu ya, ya Gema, kukawa kesi kubwa sana na ikuru na Gema ilikuwa ni serikali e, Kim Gatende ndio alikuwa ni patron wetu, akasema si tumerekrut huyu kijana si tuko na miaka mitatu twashukishwa katika ligi, lakini huyu ndio tumemchukua, natoka tumchukue, tunaona matunda yake. huyu hawezi kwenda, huyu hawezi kwenda, ikawa ni vuta nkuvute. Bernard Zigor amelalamika sana, kaambia haiwezekani. Basi nikaitwa nkaambiwa niangalie. Ni, ni nitaamua kwenda Jerumani ama nikae ni, ni kwenye kazi mimi. Nikaambia nikaenda Jerumani, nikirudi mtanipa kazi ama nitakuwa mshanifuta? Kaambiwa bana, sisi tutakuwa tushakufuta Nkamba mbona, wenzangu kina Samita Budi Kanyanga eh, walichukuliwa na kefe na wanaambiwa wakirudi watakuja kazini. Wakasema wale ni wale, sisi tumekutegemea wewe na tunaamini mwaka huu sisi tutapanda. Basi kanibidi mimi kwa vile ile shida nilikuwa nayo, kanibidi mimi nikasema mimi nitabakia kazini, na position yangu ilikuwa ni gani? <coughs> position yangu ni namba kumi. Wewe hey. ujue ukitaka usitake wewe utalala mpaka e, mwisho ikawa na, <coughs> Nakuru nzima nikiwa ninawekwa nje, basi watu wanapiga kelele sana, weka huyo mchawi, weka huyo mchawi <laughs> na mi nikiingia, hujue na, natetemesha nini nete yeah, yeah. Alhamdulillah, nashukuru nilikaa miaka saba Nakuru. Mke wangu wa pili nikaoa huko, mtoto wangu alhamdulillah wote niwapata, ikiwa mama yao ni Wanakuru pale Bondeni. <coughs> mke wangu ni katika Aljabri pale Nakuru, okay. E, kina Aljabri na kina Salim Nasib, ah. E, kwa hivyo mwaka 81 ikanibidi nichukue transfer nkarudi Mombasa, korudi Mombasa 81 nikawa na Minister of Works, nkawa mi ndio district coach wa interministries zote za Mombasa nikipeleka timu ya Inter Ministry Kikoso. Ah, nilipotoka Kikoso ete wani hiyo hiyo nikachukuliwa nikapelekwa wapi Lamu? Ni kama district coach wa Lamu. Zamani kidogo nikukatize. Naam. Hukuwahi kucheza Kenatco? Kenatco sikuchezea isipokuwa timu yangu ilikuwa ni Feisal na Burnley. Hmm. Burnley ndio timu ambayo ilinikuza lakini sikuchezea hiyo first division wala second division. Mimi nilifanya kuchukuliwa juu kwa juu. Tulikuwa kuna bwana mmoja alikuwa kuna timu marehemu aitwa Mahmud Abas. Mm -hmm. wa Falcon, marehemu wa Falcon, yeye alikuwa na timu yake Falcon. Sasa yeye alikuwa akituchukua sisi, mimi, marehemu alim, alimkadara Ahmed breki, marehemu Msabah bin Abed na Ali Kombo kuchukuliwa kama guest kichezea mimi, basi ile kuchezea chezea, mara bwana nikachukuliwa na timu ya Festival, moja kwa moja mi sikuchezea Tononoka kwanza mm. Isipokuwa nilipoumia baada ya kuchezea Jogoo nikaumia mguu. Niliporudi kanibidi nirudi kama team coach wa Burnley. Ndio baada ya hapo nikachezea Burnley kwa mara ya kwanza baada ya mi shachezea National league, ushaona. Na nilipochezea tulikuwa tunacheza timu e, mechi ambayo baina ya Burnley na Black Panther. hiyo mechi ilikuwa ngumu sana unbeaten mara mbili, ushaona, draw mara mbili. Nani hao unbeaten? E, ilikuwa Burnley. Mimi nachezea Burnley hapo sasa, okay. E, sasa mimi ni, siku nikachukua timu yangu ya Burnley tukaingia nao tononoka pale, tukacheza ikawa bila kwa bila. Karibu dakika kumi hivi mi nikapata boli kutoka kwa Juma Kibuyu mm -hmm. Juma Kibuyu alikuwa mchezaji mzuri sana, alikuwa namba saba, mimi namba kumi. Aliponitilia mimi nikamwangalia goalkeeper wa Black Panther alikuwa ni Adomo golkipa mfupi hivi, nikamwangalia mimi, nkamwachilia. Nilipoachilia alirudi nyuma nyuma nyuma, yeye na boli mpaka ndani ya neti <laughs> sasa hapo kidogo kina changuva changuva, akampiga kichwa namba tano wetu, baba Ketason, twamwita Swale Mdigo ama Swale Kibonge, ngumi zikaanza. Ngumi zilipoanza mpira ukavunjika ikawa lazima replay iweko stadium. Replay ilipokuweko stadium, stadium. Siku ile tulicheza mpira mpaka kama bado dakika kumi ulikuwa ni mpira wa mashaka. Nikisema mashaka mnaelewa. Wakizingaombwe waki mm. Funga ufe basi. Bahati mzuri ama mbaya Nasoro kama mamjua, musician Nasoro marehemu marehemu. Nasor Na, Brown, eh, Nasor Brown. Mm. An, ankuja mwenyewe atoka kwenye eh, rihasoli yao akaingia pale, jamaa wakamwingiza bwana, kumwingiza yule Nasoro ilikuwako, yeye hakuwa kwenye listi ya yale majina yaliyofukiwa yale <laughs> alipoingia bwana Nasoro, mpira wa kwanza wa pili bwana akatutia maji bwana uh -huh. <laughs> Bwana, mpira ukaisha bwana, Black Panther ikaingia ikaingia Super League, mm. Kwa ufupi mimi kwa upande wa mpira <clears throat> ndio huo. Mimi nikaenda Lamu 1981 o nkawa district coach nkaanza kucoach timu pale ya Horohoro, nkapokelewa na Horohoro, alhamdulillah. Mohamed Khairi ndiye aliyenipeleka walikuwa wanataka coach, wakasema mimi nawaletea ambaye ni mchezaji wangu, lakini atawafaa. Nikaingia Lamu eh, kapokelewa, nikakodishiwa hoteli nikawa nakaa hoteli na familia yangu. ah, Horohoro mwaka huo ikaenda through moja kwa moja unbeaten. moja kwa moja mpaka Super League ikaingia. Yes, ikaingia hii National League hii eh, ikawa tunacheza mpaka Malindi. Mm. Lafu tukirudi mpaka Hola, lafu tukirudi tukiwa na Abdurahman uh, Mukta, nani Mudhar Abdurahman Mudhari alikuwa ni mchezaji wangu namba tisa, nilimtrain vizuri sana ikiwa yeye akawa ni lazima kufunge. mm. eh, kwa hivyo tukaenda mpaka mwisho inshaallah uh, tukaingia katika hiyo uh, Super League, mimi nikaingiza horohoro, alhamdulillah na trial yetu ya wa kwanza wakaja nani Wanderers, Mombasa Wanderers uh -huh. Tukacheza nao Mombasa Wanderers, kina Abdul Baraza na coach Mwandairo, kina Timami. Siku ile ilikuwa ni timu ni timu mm. timu timu kabisa, lakini na mi litreni li vijana mm -hmm. Tukacheza mpira ikatoka draw tu tu Hawakuamini mm. Hawakuamini, picha ninazo mpaka hapa saizi na. Na tupomaliza wakaja kiweke kiweke, nikaipiga bao saba. mm -hmm. Kabla ya chenji ninaipiga bao tatu. Mi nilibebwa kutoka ground ya sports ground, mm. mpaka mtaani baharini uh -huh. eh, pale customs pale mkunguni juu yeah. Kwa juu ninabebwa na wazee, vile walivyokuwa na furaha Nikaendesha ile timu ya horohoro mwisho, nikachukuliwa na diploma na marehemu sana nani, Bazai Said Bazai, ndio alikuwa matron wetu kaongoza, nika nikawa na coach wangu mimi, nikamchukua kama Abdurrahman Mudhar kama ndo assistant coach wangu, kapeleka timu vizuri sana alhamdulillah, ndio nikapewa district coach wa Lamu. Mashaallah, eh na kusema leo kweli mimi